Familia ni baba mama na nani na watoto, na hili neno familia tayari limekusha kupitwa na hatua nyingi, maanake familia tulizokuwa nazo sasa hivi kitafsiri na kimwenendo ni tofauti na familia ambazo tulizokuwa nazo zamani. Familia za zamani kama nilivyosema ni pamoja na bibi pamoja na nani na babu na pengine ni pamoja na watu wengine ambao waliokuzunguka kama majirani wawili watatu. Mimi nimekuwa najiuliza hivi, bibi wa sasa hivi ni sawa sawa na yule bibi wa zamani? Tofauti, na hata unaweza ukasema hata mama, mama wa sasa hivi ni sawa sawa na yule mama wa zamani? Hapana. Kila kitu kimefanya nini? Kimebadilika, aidha kimebadilishwa na elimu au pengine kimebadilishwa na shughuli nyingine za kinini. Ukiangalia maisha ya sasa hivi yanavyokwenda na mabadiliko tuliokwisha kupitia nayo, mtoto ambaye ana miaka ishirini au chini ya hapo. Mtu akishafika miaka thalathini au arobaini tayari ameshakuwa anaitwa nani? Bibi, kitu ambacho zamani hakipo. Nyinyi nyote mtakumbuka, mliolelewa na mabibi, bibi wa zamani na bibi wa sasa hivi ni vitu viwili tofauti kabisa, tofauti. Me niwaambie, mnajua mabibi wa sasa hivi wana mabwana eh? Wana mabwana, wanapaka hina, bibi huyo anapaka piko, sijui anajitia zile shodo shodo za humu Ndio bibi, bibi huyo hutoweza ukampata wapi? Zamani alikuwa hayupo bibi huyo, mabibi. Mimi nilelelewa na bibi, bibi yangu mpaka namuona, maanake alikuwa kisha kwa mtu mzima, kesha choka choka kidogo, labda kututunza sisi na shughuli nyingine, lakini sijamuona kuwa na bwana au na kitu tuyafikiria hayo kwa sababu sii, tunataka tujenge familia, lakini wale wanaojenga hiyo familia wenyewe automatic sio wale ambao kwa zile tunavyofikiria kwamba hawa ndio wanaweza wakajenga familia. Sasa matokeo yake sisi tunashangaa, tuna kwa nini huyu mtoto anabadilika? Kwa nini mtoto kaharibika? ah, kaharibika kwa sababu, na bibi wenyewe siye yule bibi ambayo tunamtarajia kufanya nini?